Nkaribu tena mtazamaji. Mtazamaji, ugonjwa wa figo unawaathiri mamilioni ya wa Wakenya na kufanya ugonjwa huo kuwa mzigo mkubwa katika mfumo wa afya ya kitaifa. Na mmoja kati ya watu kumi nchini anaishi na aina fulani ya ugonjwa wa figo. Na wanaofikia hatua ya mwisho ya kuharibikiwa kabisa na figo, upandikizaji ndio tumaini lao kuu, lakini uhaba wa fadhili, gharama kubwa na biashara haramu ya viungo vinawakwamisha. Na mwanahabari wetu Emily Chebet anaangazia taarifa ya mwanamume wa miaka 29 ambaye anategemea usafishaji wa damu kuishi baada ya figo zake zote kushindwa kufanya kazi. Akiwa na umri wa miaka 29 pekee, Eric Munyao alikuwa na matumaini makubwa. Akiwa amehitimu na shahada ya sayansi ya siasa na teknolojia, ndoto zake zilikuwa dhahiri: kujenga taaluma, kusaidia familia yake na kubadilisha maisha yake ya baadaye, lakini maisha yakageuka ghafla. Nikaanza kusikia uchovu, uchovu ikiwa kwa nyumba. Then kwenda hospitali at first wakaniambia niko na H pylori Mwaka wa elfubl 2simbl aniambia figo zako wewe hata una lsnakuambia wewe una alsas ni figo zako ziko mbaya sana yani zimefika mwisho. Tulikutana naye akiwa ameketi kimya ndani ya nyumba yake eneo la Kitengela, ana nguvu ya kusimama wala kuketi mwili wake umedhoofika kutoka kilo 78 hadi kilo 43. Maisha yake yanategemea usafishaji wa damu, na hata huduma hii muhimu huwa na changamoto zake. hiyo 2023 June nili nili kuwa na i lost my eyesight. Kwa Wakenya wengi, gharama ya kutibu ugonjwa wa figo ni juu mno. Ingawa usafishaji wa damu sio tiba, kwa wengi ni njia ya kuendelea kuishi. Wagonjwa huchukua hadi saa nane kwa wiki kwenye mashine. Madhara ya matibabu haya ni makubwa. Sitaipitisha mkojo, so hiyo body weakness, muscle weakness, mwili yani kuchenji, yani asubuhi uko uko na furaha Madao Babra na Minda, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kemu, jijini Nairobi, ni mmoja wa wale ambao wametoa zawadi ya uhai kwa wapendwa wao. Akiwa mtoto wa kwanza katika familia yao, anasema uamuzi wa kuchangia figo haukuwa jambo la kufikiria mara mbili, bali ulikuwa uamuzi wa lazima ili kuokoa maisha ya mzazi wao wa kipekee. My upandikizaji wa figo ni njia bora zaidi ya matibabu kwa wagonjwa walio na ugonjwa sugu wa figo, lakini kwa maelfu ya Wakenya tumaini hilo bado ni ndoto isiyoafikiwa akwanga yeah. ni dona mtu ako na hiyo pesa ana dona mm. but na unaona uwezi barikiwa na kila kitu Now I have the dona okay. but pesa ndio at least inatupiga chenga the hospital requires you to deposit a substantial amount of money in the account because they don't want you to do the transplant and then after that you don't have money for medicine so you have to do that deposit before the transplant and at that point it was at about, I think, of money, spend a lot of money, cause for instance, in a week lazima ukuwe kama sha imelenga. You have to pay that 8,000, 8,000 times 2, 16,000. Ongeza madawa za pressure hapa na pale, gari uba kama niko sawa, pikipiki dawa hizo machakula. Eric Munyao ni mmoja tu ya maelfu ya Wakenya ambao ndoto zao zimezimwa, maisha yao yamekwama. Kwa wagonjwa hawa, iko haja ya serikali kuangazia sheria za utoaji wa figo na viungo vingine na pia kuongeza fedha kwenye afya. Emily Chebet, runinga ya Citizen.